Hapa tuzungumze michezo na burudani katika tawi la Mpira Pesa. Mimi niko na Shabani Mpira Pesa, tumekuja kuziangazia taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Assalamu alaykum. Waalaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh, sema upo. Alhamdulillahi, Allah anatia baraka zake, na leo jiji letu limepata baraka ya mvua, joto hamna. Basi, raha mustarehe. Na ukichukulia na lile goli la pili la la la jana la yeah. Roshan Berok yeah. Basi linazidi kutupa raha kwa sababu yeah. Beki ana ana goli mbili yeah. Na kafunga goli bora kama yeah. kama goli la jana kwa mafuadi wa timu za mbugira mbogira awezi kufunga mm. Make yule mguu jinsi alivyo alivyozungusha mpaka lile goli limeingia, basi mtafuteni Neema atasema lile goli kwa yeah. la gani yeah. Muulizeni yule goli kipa Neema anajua lile goli la gani. Tuanzie hapo shindwa mabao matatu. Consistency ile ile ya kutengeneza goli tatu kwa kila mchezo inaendelea ndani ya Simba Sports Club. Simba Kulekoni imewaka. E, kwanza nimpongeze mwalimu ambaye watu wengi najua nikisema watanichukia, nimpongeze mwalimu Suleiman ni Matola kwa, kwa utukufu alokuwa nao kwa sababu e, mechi yetu ya kwanza ya ligi nadhani kwenye benchi kasimama yeye tumepata goli tatu na tujarusu goli, lakini mechi yetu ya pili ya jana Kasimama yeye, tumepata goli tatu na hatu, hatujaruhusu goli. Mchezaji ambaye ni nguli kacheza klabu ya Simba kwa, kwa mafanikio lakini ni mchezaji ambaye anasimamia benchi letu la ufundi na tumepata matokeo kwenye mechi za kwanza zikiwa zina ugumu wake. Katika hiyo nichukue nafasi hiyo kwa kumpongeza, lakini la pili ni wapongeze wa wachezaji wetu, wameonyesha kwamba sasa kuna kitu wanakihitaji, wana, wana, wana, wana kwa sababu mechi yetu dhidi ya Fountain tumecheza vizuri, tumepata matokeo. Mechi yetu dhidi ya Namungo jana ilikuwa starehe na raha zaidi na tumepata matokeo. Kwa hiyo chini ya mwalimu Suleiman Matola e, katufurahisha kwa sababu hata kikosi chetu tumeona jana kawaamini wale ambao inawezekana mwalimu Fadlu alikuwa hawaamini kwa asilimia mia, lakini mwalimu Suleiman Matola akapanga kikosi chake vizuri kwa kwa utulivu. Winga kaeka Budo, winga kaeka Mpanzu, katikati kamweka Moris Abrahamu kijana ambaye nadhani mechi ya ligi jana kama ya kwanza hivi ana, ndo anaanza kucheza lakini tumeona namba kumi yake kama amecheza vizuri, ila hata sabu yake tumeona hakuchelewesha. Baada ya kuona kuna baadhi ya vitu bado haviko sawa, akukaa muda mrefu, kafanya kafanya mabadiliko kaingiza wajina wake. Kwa hiyo goli la mwisho limefungwa na waji nawasleman matola na hilo na lenyewe vile vile limezidi kutupa furaha. Kwa hiyo ni mpongeze Eh, Selemani Matola kwa ueledi wa kutukuka ambao amesimamia timu yetu kwa kupata pointi sita na magoli sita bila kuruhusu goli. Ni bado mapema tuseme ya kwamba Simba inapaswa wamwamini Selemani Matola aendelee kuhudumu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kama kocha mkuu. Eh, eh, Simba klabu kubwa kwa ukubwa wa klabu ya Simba lazima tupate mwalimu ambaye aliyokuwa bora zaidi ya Selemani Matola. Selemani Matola ni mzao ambaye yeye ndo kama senior analinda ile ile ngome yetu pale ndani. Kwa hiyo swala la, la kupatikana mwalimu hilo alina, alina kipengele lazima mwalimu apatikane. Lakini kwa kile alichokifanya Selemani Matola kwa mechi zetu mbili nimechukua nafasi hii kumpongeza kwa sababu kasimamia kile kitu sahihi. Tumeona mpira starehe ambao uliopigwa jana sio sio wa masiala, lakini kingine zaidi hatujaruhusu goli, lakini la tatu tumefunga magoli ya kutosha na hiyo yote chini yake. Kwa hiyo nafasi yake ni kubwa sana katika hiyo kusimamia. Lakini mwalimu lazima hapatikani, yaani, yaani, na ndo kweli mwalimu lazima hapatikani kwa sababu atakapokuja mwalimu mwingine, nadhani kuna vitu vingine atakuja kuviongeza, kwa sababu tuna mashindano ya klabu bingwa, then bado hatujatoka hatua hizi za mwanzo, sababu bado kuna hatua za mwanzo. Ukitoka hatua hii, na nadhani ndio naingia hatua ya makundi ambayo ndio inakuwa hatua bora zaidi. Kwa hiyo malengo yetu ni kucheza fainali ya kombe la klabu bingwa. Sasa lazima nguvu iongezeke katika benchi la ufundi, na nadhani management ya klabu ya Simba wametuambia kwamba ile wanalifanyia kazi na muda wote watamtangaza mwalimu. Mimi kuhusiana na kiwango alichokionyesha Seleman Mwalimu, anaaminiwa anapewa nafasi lakini pia vilevile anaonyesha ule ubora ambao si kwenda Wydad Casablanca kwa ajili ya kubahatisha. Rasmi Simba, mlinileta kwa ajili ya kazi hii na niko tayari kwa kuwahudumia. E, kwa mtu ambaye anafuatia mpira anajua selemani mwalimu ni mchezaji wa aina gani? <coughs> mimi upande fulani kwa sababu napenda mpira toka akiwa alipotokea okay, mpaka akawa Fontaine <coughs> E, tumeona kwenye kwenye, kwenye ligi akiwa Fontaine alikuwa anacheza vizuri na kabla ya kuondoka Wydad lakini alifunga magoli ya kutosha. Nadhani ligi ile kuna kipindi alikuwa anaongoza yeye magoli kabla hajaondoka. Haja ni mchezaji mzuri na ni mchezaji mzuri na niseme hazina ya, ya Tanzania kuelekea ya mashindano ya Afcon. Kwa hiyo sina doubt na kiwango chake ni, ni, ni, ni mchezaji bora na ni mchezaji ambaye amekuja sehem sehemu sahihi sahihi, sahihi, kwa sababu unapochezea klabu kubwa kama Simba Sports Klabu eh, auwezi kuwa mchezaji wa kawaida. Kwa hiyo Suleiman Mwalimu ni, ni, ni, ni mchezaji mkubwa na tutaona mat, matunda yake mbeleni, kwa sababu tumeona dakika alizopewa ni chache, kafunga goli bora sana, goli bora sana sana, mm. goli bora sana yaani ni goli ambalo naweza nikasema kama anakuwa mchezaji kama nani Boya, Boya yule, Boya wenzetu amechukua mchezaji wa mkopo, anaitwa Boya, Boyeli, Boya b boyeri boyeri, ah, hawezi kufunga ile goli eh, hawezi kufunga ile goli hawezi kufunga ana mabeki kama kama watatu mbele, amewaangalia na kuna wenzie wawili lakini wenzie kawaweka kama vile boshe, ni kwamba mimi nataka nifanye hichi, na mna mtu anategemea kama Selmane Mwalimu atapiga lakini alichokifanya kwa ndakaenda, amepoteza ame wale mabeki wanaangalia wale, kaenda kapoteza beki mmoja kakaa chini, si nani kazi nadhani yule ka, kaenda kakaa chini kamchungulia na imala ameenda katupia kwenye kamba, kwa hiyo eh hazina ya nchi mm. na Afcon inayokuja namba tisa mwalimu namba kumi Moris Abrahamu hapa hiyo eh? eh, ndio starehe natoka Simba eh. Jana tujaangalia pila, pila pila jimbi mm. jana tumeangalia pila starehe, yaani umekaa, umekaa kwenye city Benjamin Mkapa, unaangalia jinsi pasi zinavyopigwa mm. maana yule Alasane Maodo Kante alikuwa akihamisha eh. okay. huku anahamisha huku Apigi pasi fupi. Anapiga pasi ndefu. Na kila zikifika kule Modisa anapokea, Budo Mutale anapokea. Akipiga huko elimu pazo anapokea, akidondosha kati pale kagoma na mwenyewe anapokea. Kwa hiyo ndiko ilikuwa star yetu. Na nimefurahi zaidi kwa sababu magoli yetu ya mwanzo wamefunga mabeki wa kati. Wamezuia Namungo hawajapata goli, lakini na wao wameenda wameenda wamefunga. Lakini nimefurahi zaidi, washambuliaji wetu wame, wameonyesha wana kiu. wa mm ulizo jamaa jamaa, upande upande wa pili kuna mshambuliaji gani? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> beki la, eh, la mpila anaandika goli la pili, mechi yake ya pili, consistency ya kila goli moja kwenye kila mchezo. Kuna washambuliaji wengine kwenye timu zao ni mategemezi, lakini hawana magoli mpaka mchezo hasa, wachezaji maduduasha maduduasha. <laughs> <laughs> wanafungaji ushandua machavichavi, si maduduasha Hivyo duduasha likikudodokea leo yeah, sitakuwa na jiwasha na starehe yeah, hakuna yani yeah, yeah, yeah. Yeah. Eh, unampa mchezaji jina ambalo linampa uzito hata kwenye mwili yeah. Duduasha duduasha ndo nini sasa, sasa yeah, sisi yeah. Eh, Roshan Deroki ni beki ambaye ana ana, ana, ana mipango endelevu nakajua simba na ndo nje ya panda Ulaya. Mm. Kwa hiyo anachokifanya anajua kabisa muda wote ataenda kuishi maisha mazuri yeah? Wewe ndio maana lazima. Simba tunaga eh, mambo hayo. Vipi aongezee mkataba mapema? Eh, kama atakubaliana na na kubaki Tanzania maana wenzetu bwana katika mzigo wa fuba wenzetu wanakuwa wako juu sana. Eh, kwa hiyo leo ya kuswela wow, lazima kwa sababu ile beki beki la kucheza Ulaya. Hmm. Eh, lakini liko katika timu kat, kat, kubwa. Hata beki yule nafikiri mtu mtu kajea mpaka Porto. Eh. Nitajie mchezaji gani kacheza klabu kubwa kama, kama kama Porto zaidi ya Rusha Deroki. Yule Pacome Zouzoua? Amecheza nchi gani? Kaceta mosa ambayo hata katika, katika, katika shirikisho abingwa ametolewa raundi ya kwanza. Uh. Eh sema wale ni chuo ambao wachezaji wenye walikuwa wa, na maisha labda mipango hawana wanaenda wana pale kama chuo yaani, kama unavona una Azam yeah, lakini sio klabu kubwa na wala sio klabu ambayo ina mafanikio mm -hmm, sema ni chuo ambacho kinaaisha kina kina, kina, kina, mpira mm -hmm. Ukichukua katika klabu ni kubwa katika Afrika Simba mkubwa yeah. Lakini si, tumetoa mchezaji kutoka ambaye kakipiga mpaka isifoto mm -hmm. Na hajapiga kwa kubahatisha mm -hmm. Kapiga kutokana na uwezo wake mm -hmm. Sura mzuri Elsa Mboi lakini mguuni kuna Mali. vitu vibaya vibaya yani vitu vile vitu, vitu, vitu vya hatari. Ukija speed anaondoka na yeye speed. Ukija kistaarabu anaondoka na yeye kistaarabu. mm. Alafu ukija kwa staili ya kutaka kupaka goli, mechi mbili goli goli mbili. Ndio maana nimeuliza. Muulize boya ana goli. Tumuulize. Yule boya ana goli, waulize. <laughs> Eh bwana watani vipi mmewasikia huko milio ishaanza kwa mimi? Bado atasema. Katika wadhamini wao washatoka watatu, ambaki watano eh? E? Katika wale walikuwa wanadhamini hapa kwa awakiingia tu na kweli hizo hizo washatoka watatu wambaki watano. uh -huh. Bado ligi sidoka na round ya pili uh -huh. Tu, tutaona mengi uh -huh. Tutaona mengi, ila ila tutoe angalizo uh -huh. E, mechi yetu ya jana tumetoa watu kama watano, tumewabana wamesema, wametumwa na wao uh -huh. Jana mechi yetu ya jana tumetoa kama watu watano uh -huh wana, wana sanda wana ilizi wana makolokolo kibao na wanasema wametumwa mm. Wametumwa na nani? Mimi nimetumwa na sijui tawi gani la Yanga, sijui la nini. Tuambie, kuna watu watapoteza maisha, familia zao zitapata shida. Tuambie tu kweli, sasa hivi hatuko siri, tuko serious sana na timu yetu. tu, tu, tu tuambie ukweli. Kama umetumwa fanya huko nyumbani kwenu, kitakachokukuta utajua. Wengine tayari wako katika sehemu maalumu, kwa kwa kisomo cha siri kilichofanyika nadhani wenyewe wanajua hii salamu tayari chafika, na bado unaweza ukawa mwandazim zaidi. Wapo utatufuatilia, yani ukitufuatilia, sisi tunainua mikono tunamshukuru Allah Allah, na ndo na anatoa hukumu zote. uh -huh. Sasa tuwaambie wanaotufata, tuwaambie wanaotufata, hatuna sifa za kijinga, tutawashughulikia. Jana tumetoa watu wao waliowatuma watano, wana mailizi wana masanda wana makorokoro kibao, wanakaa kwenye nyuma ya magoli yetu. Tuwaambie kama una familia yako, ionee huruma familia yako, hatutojali lolote katika hili Tumechoshwa na vitu vya ajabu. Klabu yetu kubwa ina wachezaji bora, ina kila kitu bora katika Afrika, sio namba tano. Tunaenda kupoteza mechi kizembezembe kwa sababu ya watu wenu mnawatuma. Tuwaambie familia, wakanyeni watu wenu walivyotoka nyumbani. Hatutokuwa na huruma na mtu yoyote katika ligi hii. Tuwaambie hatutokuwa na huruma bosi, kakutuma kakupa laki mbili, laki mbili itakupalia kuna watu wanatia mkono kwenye timu zetu. Jana tumetoa watano na mailizi yao nyuma ya magoli, na tukiwa bana wasema kuna matawi wa wameyatuma ili waje mechi yetu tuharibu. Si tunaza mpira dakika 90 bro. Ndio maana mpaka leo tuko namba 5, hatucheze katika vibuyu, tunacheza dakika 90. Unapoenda uwanjani ukawatia wachezaji wetu complain nyingine hatutokuwa na wewe pamoja, hatutoishi na wewe katika hii dunia, hatutothamini ule kile, kile, kile, kile kitu unachokifanya kwa sababu eti unafanya ili watu fulani waende kufurahi. Unawanyima wanasima furaha, miaka minne tuliopoteza, kuna wanasima mpoteza maisha miaka nne miaka minne tuliopoteza tulio, kuna wanasimba wamepoteza wa, wa vitu vingi mpaka imani na timu yao. Sasa hatuwezi kupoteza imani na mashabiki wetu, hatuwezi kupoteza wanasimba wenzetu wakaondoka wa, wa duniani kwa sababu wewe, hey, upate laki tatu laki tano, wepo na kiongozi tuwaambie familia zao zitabaki na majozi bwana. Wameshaanza minong'ono, wanasema hawamtaki kocha nani, majirani. Majirani. Eminem, Eminem, si wamemleta wenyewe kila saa unamnunia nani? Bila starehe kila saa kocha unanuna, unamnunia nani? Bila starehe tabasamu, ili wachezaji wako wacheze. Unamnunia nani, anaitwa nani? Eminem. Sasa namwona Eminem, mtoto mzuri Eminem, bila gimbi. Sisi alituhusu kocha wao mzuri, kocha mzuri Kachezesha meci karibia sita ameshinda zote mm. Wamemfunga mpaka Simba. Kocha sikamfunga Simba we eh. Aendelee kuepo Eminem, si tunampenda <laughs> na mnatamani mkutane naye tena Eminem, tunampenda eh gabani, kwa kwa sababu mbinu zake zimetufunga, unamtoaje? Hamna kumtoa kocha, na huyo tunamtaka, eh eh, tunamtaka kocha wetu, hamna kumtoa ah uh ah -uh. Eminem eh <laughs> kauzu, unamkasirikia nani? Kazi umeomba mwenyewe mo bwana Eminem, fundisha <laughs> <laughs> <laughs> mpira, tuondoke. ndio wale na waelekeza, lakini hawafuati mipango, kila saa anuna tu. Wewe, wenyewe wanamwandika kauzu huyo, wewe, kwenye mpira huko kuna ukauzu. Mpira mpira mchezo wa raha bwana e, zikipigwa pasi nyingi jukwaa kule linatapika, zikipigwa pasi nyingi wasaji wenyewe wanagonga e, zikipigwa pasi nyingi pale viongozi wenyewe wanagonga eh, hey. Unamnunia nani Eminem? hamna kuondoka mwanangu, kwa hivyo mkataba, miaka miwili kapewa. Maliza Eminem, mkataba utawafunga Simba. Eh? atawafunga Simba. E, atawafunga Simba ile pira gimbi, atawafunga Simba. Pira gimbi tena. Eh, pira si dopi la lao zaidi. Eh, e, budo budo. Juzi <laughs> kuna mtoto Omar Chibada pale katikati. Chukua domba chukua pako mezuzwa. Chukua wote tia huko kapuni, alafu zungusha alafu kapiga mwingi sana ule chibada. Hey, chibada, mtoto wao ule hey. E, wamemtoa bii we hey. Siku ile kawatesa vibaya mno, uwezo wao wa nje ya uwanja hmm. Sio uwezo wa kwenye pitch, uwezo wa kwenye pitch hawana bwana. Ziko taarifa zinasemekana ya kwamba huenda Simba Sports Club ikahusishwa, inahusishwa na kocha profesa Nasir bin Nabi kujiunga na Simba Sports Club na baadhi ya makocha wengine mnadhani ya kwamba pengine akifika katika ardhi ya Tanzania, lakini pia vilevile akijiunga na Simba Sports Club, kuna kitu ambacho anaweza kwenda kukisaidia Simba kuelekea kwa msimu huu ambayo matarajio yenu ni kuchukua ubingwa pamoja na kucheza nusu fainali ama fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Nabi mwalimu mzuri, siwezi kusema kwamba ni mwalimu mbaya, lakini sijajua management ya klabu ya Simba chini ya ya bosi wetu mzee magoli wametafakari, wame, wame nini, lakini katika walimu waloleta mwenyewe mwenyekiti wa bodi amesema washatuma CV zao walimu zaidi ya mia mbili. Kwa hiyo sijajua tafakari zao watatafuta mwalimu gani, lakini Nabi sio mwalimu mbaya, ni mwalimu mzuri, ametoka timu kubwa Kaiser Chiefs, sio timu ya kawaida, na ni mwalimu bora. Tumemwona hata Tanzania alikuja, kuna baadhi ya vitu kabadilisha, tumeona eh, au nyuma mwiko aliwabadilisha lakini tumeona akambadilisha mchezaji ambaye leo anatuletea matunda hata kwenye nchi yetu, Faisal Salum, ambaye, yeye, nadhani ndo kamtoa kwenye namba moja kumpeleka kwenye namba ya mafanikio. Mm -hmm. Maana leo Faisal Salum namba inayompa mafanikio ni namba kumi, ambayo kabla hata Profesa Nabi nadhani Faisal Salum alikuwa na namba kumi. Kwa hiyo ni mwalimu bora na namheshimu, lakini mwisho wa siku tuseme tusubiri, wakati ukifika, klabu ya Simba watatangaza eh, mwalimu sahihi lakini Nabi mwalimu naye sio mwalimu mbaya ila mkimpata naona atawafikisha kwenye nchi ee, kwa sababu mwalimu mzuri kama ata, kama yeye akija ni mwalimu ambaye anaweza akapushi aka, aka, aka kututoa patulipo kutupeleka sehemu nyingine mm. Lakini sio sio. Inawezekana kama walishindwa mwanzo kumlipa sasa hivi watoweza tena, sababu mwanzo walishindwa kumlipa yeah. Kwa hiyo hata sasa hivi hataweza tena. Vipi naye kituma, mtampa kazi kibarua? Eh, na ndio maana nikasema kuna management ya klabu kama watakubaliana naye, basi sisi mashabiki tutabaki mm -hmm. Lakini tuambie viongozi, sio Gamondi mm -hmm. eh? CV zake ziko zero. Sasa yani ni mwalimu ambaye sio wa type yetu, hatuwezi eh? kufundishwa na mtu kama yule. Singida bora ndio wachezaji bora, anapata matokeo yake goli moja kama vile goli la la, ni, la babu eh. Eh, lakini Gamondi hapana, hapana, hapana, hapana, hapana, hapana, hapana. sio mwalimu wa, so, wa si kutuvusha Simba kututoa hapa kutupeleka sehemu nyingine, mwalimu wa kawaida sana. Sema Singida kwa sababu wamesajili wachezaji bora yeah, na wanaamua ile mechi wachezaji wao ni bora, ndio maana unakuta ushindi wao e, kama ladawa hii. Eh, basi kama ladawa. Kwa hiyo lakini Profesa Labi ana uwezo wa, wa kutoa mtu akabadilisha mtu na akabadilisha mtu sehemu yake nyingine, akaenda kaa kwenye sehemu nyingine mm-hmm. kwa hiyo kwa profesa Nabi nadhani ni mzuri, lakini sijajua kama Simba watu watapendekeza huyo au watu watapendekeza nani. Tunasubiri wakati ukifika watatangaza. Abraham uh -huh. Morris, uh -huh. Uh -huh. Eh, kipaji kipaji kipaji nimerudia mara tatu kwa sababu ni mchezaji ambaye namfuatilia toka hajacheza kwenye hii ligi mm. Mchezaji ambaye anafahamu mechi zake nyingi, hata za mtaani, anaweza kuwa anacheza, mchezaji mzuri lakini nilikuwa namfuatilia hata akiitwa kwenye national team wakati za nje. Mchezaji mzuri, nadhani katika usajili wake eh, kwenye usajili wake kuna siku nilifanya interview na sijui na nani, nilisema mchezaji ambaye kasajiliwa na Simba ambaye moyo wangu umeridhia ni Morris Abraham, kwa sababu najua uwezo waliokuwa nao, lakini la pili ni kijana wa Tanzania ambaye, eh, ana malengo ya kufanikiwa. ukimwona mchezaji ana target ya kutoka nchi yake kwenda nchi nyingine kutafuta maisha, huyo sio mtu wa kawaida. Kuna wachezaji wanajifanya wakubwa wa kulungwa kwa tamaa za, za kupewa pesa ya madafu 200 200, wanahama kwenye timu moja kwenda kwenye timu nyingine, lakini wanazunguka hapa hapa, kama unavyomwona mtu anatoka anahama anahama Chamanzi anahamia Mbande, yani uko kwa kio Mbande, anahamia Kisemvule akitoka Kisemvule anaenda Vikindu, kwa siku anaenda Mkuranga, ina maana shughuli na ndo anazidi kuisha. kuisha lakini Morris kijana kajaribu. Yeah. Katoka kwenye kwenye ndondo mm -hmm. Kapiga piga amefaiti, katoka kaenda zake Ulaya. Kuna watu wanaogopa kwenda Ulaya, anakuambia mimi huko nimekuja kufuata makombe kombe, unaenda kulifuata Tanzania bwana afu yeah. <laughs> <laughs> Klabu yenyewe iko sehemu ya mabonde. Kwa hiyo Morris ni ni, ni mchezaji ambaye ana faida kwetu. Mimi nisema ana faida kwetu kwa sababu mchezaji bora, na tumeona uwezo wake. Kuna watu wanabahatisha kupiga mpira kibao Morris hiyo na ndo staili yake tokea akiwa hata kwenye kwenye timu za mpira wa karatasi mm. Alikuwa anaupiga tu vibao mpira muda wote abahatishi mm. Yaani ni mtu ambaye anafanya anafanya vizuri. Wapo wengi wanaosifu wa sifio wao wa, no, wakinazwanzwa si zonza si zonzwa yeah. Nani yule pakapaka jwele yuko jangwa nani zo, z, nani zuzwe Zwa. Eh zuzwae eh ndo ndo anabahatisha, lakini Morris sisi kutufungwa tume sisi Simba tumefungwa na watu wengi yaani useme huyo si mm -hmm. Klabu yetu ya mpira kufungwa kushinda na kufunga, kufunga magoli na kufungwa kwetu ndio kitu ambacho kipo kwenye mpira, kwa sababu kwenye mpira lazima ufungwe, kwenye mpira lazima ushinde yani, hivyo vitu vyote vipo mm -hmm. Ndo maana juzi umeona Atletico Madrid kampiga Madrid klabu kubwa. Leo Atletico na Madrid Madrid Madrid mkubwa nani, so, so Real Madrid, Madrid, kachezea. Kwa hiyo kwenye mpira lazima upoteze na kuna wakati ushinde. Kwa hiyo sikufungwa na na mtu fulani atushangai, alafu sasa sisi hatulaja ushamba ule Angalia leo mtu kakataa kwenda zake nje huko, kama ndo ofa zilitokea kweli. Leo umeshia ngapi? Leo tia maji, tia maji hata kucheza acheze. E, e, e, bado ataongea, ataongea muda ukifika, ataongea <laughs> kwa sababu hata wale wakina wakina Tegete, wakina yeah, Ngasa na wenyewe hivo wale, wale, wale mabwana mpaka leo wako mjini mm. Mipango imeenda. Sasa ingine ungeenda nje kama hapa una nyumba yako moja Buza, ungeenda nje hela ingeongezeka, ungekuwa na nyumba hata Magomeni. Kwa sababu hela ya usajili nyuma mwiko nyumba Magomeno unaweza kununua. Eh. Hapa kuanzia 300, 400. Hata pale unaenda kupewa milioni 80 utanunua, utaenda kununua Chamazi tu nyumba moja milioni 30 change itabaki utaenda kununua clown na sio magari yao. Basi utajiona una vima na funguliwa duka kichochoro hata frame ampela pesa kubwa basi wewe na ndio mwamba. Maisha yanabadilika. Jifunzeni kwa mtoto mdogo. Morris mtoto mdogo kadilisha kutoka nje ya, ya, nchi yake. Mimi nataka uoga. Tena hawajacheza timu zetu, mwili wetu kafaiti, mtoto kaenda kaondoka, ile ile ndo notaga. Lakini wewe leo muoga, mimi nadhania mimi wapa hapa, mimi lazima niwafunge wao kutufuka sisi, haina faida. Faida ni ya kwako wewe, kwenda kucheza nje, ukabadilisha pesa ya madafu, ukaenda kuchukua dola. Lakini wewe kila siku pesa ya madafu ile, mradi unapata baya, kina dada wa bulebule mjini bwana, wakina dada wa bule. Ukienda kucheza Ulaya ukirudi, wao wanakufuata tu. Kuna watu unaona hela hata hawana, mm. lakini ile ile ukarimu wao tu, akina madada wa buya wa Tanzania, wala tena madada wa Tanzania hata kuwa na hela bwana, wakarimu kweli mm. Lakini mtoto kama amebadilika bwana, kwa sababu kile kiduka ndio hivyo, ndio nabaki na maisha yanaendelea. Mimi nasema usipotoka utoboi ndio maana na Mwenyezi Mungu anasema mguu wa kutoka kauombea, mm. kaa ndani useme mi Mungu huyu mi Mungu, lakini ukitoka, mm. hata shilingi mia mbili utapata, utanua unga robo, utakoroga uji niwaambie na, na wa Tanzania. Mm. Timu zetu zimeenda mm. e, mm. e, zinaanza zi una, kuongezeka makundi. Tumeona na Mungu ana pointi tatu kwa sababu katika zile pointi za kafu ana tatu kwa sababu alishacheza makundi Azam wana na sasa safari hii, benki atamtoa atampeleka na Azam naye atapata hata ka point. Tuongeze, ongeze timu zetu zizidi kuwa nne. Kwa sababu sisi Simba tumezidi kubeba pointi nyingi sana mpaka tuna ah, yaani mpaka time tunaona kwani sisi tuko peke yetu. Tukijiangalia kama vile tuko peke yetu. Maana zile pointi zetu hizo kwa nalo na ndio zinafanya mpaka timu leo zinakuwa nne. Leo tunamwona Singida anaenda, leo tunamwona Azam anaenda. Au sio bwana? Sasa, tunaomba na wengine nao wapushifushi basi, ili pointi ziwe nyingi, kila mwaka twende timu nne. Tunatamani Tunatamani kuona na TRA ambao ni Tabora acheza shirikisho yetu uh -huh. Tuna uh -huh. Ya yani, yani, tunapenda yaani tubadilishane sio kila siku wanacheza, siyo akina Azam akina nani, hapana, lazima kila, kwa sababu ukizungumzia mpira wa Tanzania unazungumzia unyama hmm. Simba Sports Club ukizungumzia mkubwa wa Sekafa na mzungumzia ubao ubao bora Sekafa mara moja, tuko namba moja katika Sekafa kwenye ubora wa Afrika, namba 5. Yani mimi najua hiyo zao zina wauma, na ingekuwa wao humo mabango mji mzima sasa hivi namba 5 na namba 5, ila sisi nasema mimi tu hapa nikimaliza nimemaliza, viongozi hawasemi na wala mabango hakuna, ila sisi ndio namba 5. Ukitaja hapa national ahli Widad Kasablanka experience, Widad naye mdogo wetu yeah. <laughs> experience Sandowni mm -hmm. Ukitaja sasa hivi kidogo amekuja kidogo, labda pale labda atakuja labda Berkane, ukitaja Berkane mwenyewe atupati, yuko chini yetu, umeona, unamtaja pale wanne pale, unamtaja labda sijui Zamareki. Ukija kidogo hapa unakuja kumkuta unyasi hapa katulia mzee Simba kwenye nyasi zake katulia hapa. Sasa nafikiri huyo mtu mdogo. Alafu utakuta jitu tu limetoka majangwani kwenye bonde la maji. Anajua nini? Sisi na ndo masinia. Yaani sisi ndo masinia. Na hii ligi nimesikia wanaongea ongea oh, point hizo mlizochukua huko ziko kwenu. Tuombe Mungu. <laughs> Siriji tunazia mechi mbili. Ile si tumecheza ngao ya mbao ile. Sababu ile sio kombe mbao. Si ile mbao, si tumemaliza. Tuombe Mungu atupe uhai, sisi ni pipo, tutakutana bila wasiwasi. na mi waazinahofu, niwaambie tu, Simba wajisikie timu yao ni bora na sapoti inahitajika kutoka kwao. Wachezaji wa klabu ya Simba wote wanataka sapoti yetu. Tumemsikia jana Deroki baada ya kuchukua ile tunzo ya mchezaji bora, kasema ni mchezaji bora wa mechi, kasema kabisa anajisikia faraja sana kupewa sapoti na mashabiki wa klabu ya Simba anapokuwa uwanjani. Kwa nini wewe mshabiki uipondee timu yako? Kwa nini wewe mshabiki usiamini timu yako? Hivi wewe leo una beki kama Roshan Deroki? Jana nimeona kacheza yule mtoto Simfuko. Simfuko ile. Atoka host yule. Simfuko yule mtoto ile. Katwa yaani kila yaani kila anaingia mule ndani. Sie kwetu ni wembe tu. Kila anaingia mule ndani kule kwetu ni wembe.